Umewahi kujiuliza mtu unayemtegemea na kumwamini anapogeuka kinyume na wewe? Na hii ndiyo historia ya Captain Ibrahim Traore. Alivyo mkamata mlizi wake aliyekuwa anamwamini sana. Kilichotokea kitakushangaza. Ilikuwa asubuhi kawaida tu katika ikulu ya Wagadugu. Jua likiwa limechomoza na walinzi wakiwa katika nafasi zao. Na raisi Ibrahim Traore alikuwa ofisini akisoma na kupitia ripoti mbali mbalimbali. Na mbodigadi wake Captain Musa alikuwa ni mtu wa karibu yake. Mara kwa mara, Musa alikuwa anaonekana ni mpole, lakini ni mtu imara, akiwa makini kila dakika, na kila mmoja alimtegemea, na hakuna mtu hata mmoja aliyemshtukia kwamba angeweza kufanya kitu ambacho ni kibaya. Lakini kitu cha ajabu kikaanza kutokea, makaratasi muhimu yakapotea na mipango ya siri ikavuja. Maadui wakajua kile raisi anatwenda kukifanya kabla ya mtu yeyote hajajua. Captain Traore alilijua hilo na akawa makini, akaanza kuchunguza kwa makini kila mtu mpaka watu aliowaamini sana. Siku moja mshauri anayeaminika na Traore akaja akaja akiwa na uso wenye wasiwasi. Mheshimiwa Raisi, nimesikia kitu cha kushangaza kidogo akasema kuna mtu anaongea kuhusiana na mpango wako wa kutoka nje ya ikulu. Ibrahim Traore akasikiliza na hakuonyesha kuogopa, akamshukuru mshauri wake na akaamua kuutafuta ukweli yeye mwenyewe, na akaanza kufuatilia kwa kina kila kitu kinachoendelea. Akaanza kugundua jambo hapa, akiwa ametoa oda, oda hizi zilikuwa zinapatikana nje ya ikulu, yani masaa machache tu baada ya kutoa oda akaanza kuwajaribu wasaidizi wake akatoa maelekezo tofauti tofauti kwa watu tofauti tofauti na akangoja ni siri gani itakayovuja katika maelezo aliyoyatoa. Alipokuwa akitoa maelekezo hayo, Musa captain alikuwa yupo karibu naye, na usiku mmoja Ibrahim Traore akaanza kutembea, akawa anawaangalia walizi, akawa anasikiliza kwa siri mazungumzo yao. Na akagundua Kapteni Musa ametoroka, hayupo katika zamu yake, lakini ni kwa dakika chache. Na kwa muda fulani Musa angekutana na walizi wengine katika giza, na wakati mwingine angepiga simu kwa sauti ya chini. Na Ibrahim Traore hakutaka kuliamini, lakini ishara zilikuwa zinaonyesha kwamba kuna kitu kinachoendelea. Na jioni moja Ibrahim Traore akaitisha kikao cha siri, na aliwaita watu anaowaamini mno. Diallo, Diallo, nazani kuna mmoja wetu ambaye yuko karibu sana na mimi anafanya kazi na maadui, akasema. Na Diaro akaitikia kwa kutikisa kichwa, nimesikia hayo pia Mheshimiwa wa Rais, tunatakiwa tuwe makini sana kwa pamoja. Wakatengeneza mpango wa kumwangalia kwa ukaribu Captain Musa pasipo yeye kujua, na siku iliyofuata Ibrahim Traore akawa yupo kawaida kabisa kama hakuna kilichotokea Akatabasamu alipokutana na Kapteni Musa, akataniana na watendakazi wengine, lakini akamwambia Diaro amfuate Musa baada ya kazi. Na usiku ule Diaro akamwona Musa akikutana na mtu mgeni katika maeneo ambayo hakuna mwanga, ni karibu na ikuu huko, wakiongea kwa sauti ya chini sana. Diaro hakuweza kusikia kila kitu lakini akamwona Musa akimkabidhi kibegi kidogo uyo mtu mwingine Diama akapokea na akaondoka haraka. Diaro akaripoti kwa Ibrahim Traore, Musa anakutana na mtu a kisirisiri na amempa kitu huyo bwana. Moyo wa Ibrahim Traore ukabadilisha mapigo. Alijua kabisa anahitaji ushahidi wa kueleweka, akaamua kuweka mtego. Asubuhi iliyofuata Ibrahim Traore akatangaza kuwa anataka kutembelea ngome ya zamani nje ya Ikulu. Alimwambia Musa peke yake na walinzi aliyowaamini, na akawa naangalia sura ya Musa kwa umakini sana, na Musa hakuwezesa chochote katika uso wake, lakini macho yake yakawa anapeleka huku na ukupaharaka kuliko kawaida. Na usiku ule, Ibrahim hakuweza kulala akawa anatembea kwa mwendo wa kimya kimya ikulu, akasikia sauti katika chumba kidogo. Akasimama na kuanza kufuatilia mazungumzo. Alikuwa ni Musa akiongea na mgeni. Musa akasema, kesho wakati rais atakuwa ametoka kutembelea ngome ya zamani barabara itakuwa nyeupe kabisa, na ninyi mnajua ni nini cha kufanya. Mgeni huyu akauliza swali, vipi kuhusu malipo yangu? Musa akatoa begi lina dhahabu ndani, akamwambia hili lila kutosha kwa maisha mapya, lakini tafadhali mpango usishimbwe. Mpaka hapo moyo wa Captain Ibrahim Traore ukawa unaenda mbio. Mlizi wake aliyemwamini sana alikuwa napanga kumuua, na Traore akawa mpole, akajua anahitaji kuteza kwa akili, yaani hatakiwi kuonyesha kuwa ameijua plani ya Musa na asubuhi iliyofuata akamwita waziri Dialo na akamwambia kila kitu hapa. Wakatengeneza mpango mpya, wakabadilisha timu ya ulinzi na wakabadilisha msafara kuelekea kwenye ngome ya zamani, na ni watu wachache tu aliyowaamini ndio walijua mpango huo. Siku ya tukio ikafuata, ndi ulikuwa bize na msafara wa raisi ukaondoka, na Musa alikuwa pale karibu kabisa na raisi kama siku zingine, sura yake ikiwa ya upole tu na macho yake hayakuonyesha kama kuna chochote kinaenda kutokea. Na huko kwenye ngome ya zamani walipofika, raisi akashuka kwenye gari akawapungia raia mikono, na ghafla watu wakaanza kulalamika, milio ya risasi imesikika, askari wakakimbia haraka sana kwenda kumlinda raisi. Risasi ilimkosa na aliyekuwa mpiga risasi akakamatwa na Musa akaonyesha kushitushwa sana, kwa sababu hakulitegemea hili. Na Traore akamgeukia Musa akamuuliza kwa nini, Kaptani Musa, kwa nini ulifanya hivi Musa? Musa akamwangalia raisi kwa hasira huku akiogopa, akamwambia, wewe ni mlaini sana, mheshimiwa raisi. Nchi inahitaji kiongozi imara, na nilifanya kile ilichokuwa naona ni sahihi kufanya. Traore akatikisa kichwa chake. Mamlaka na nguvu havipo katika usaliti, ila vipo katika ni namna gani unavyowahudumia watu. Askari haraka sana wakamchukua Kapteni Musa, na habari zikaenea kwa haraka sana. Watu wakashangaa sana, yaani mlizi wa raisi amemsaliti. Lakini hadithi haikuishia hapo. Traore hakulipa kisasi, ila aliwaita watu akaanza kuongea nao, leo nimesalitiwa na mtu niliyekuwa na mwamini sana, lakini tusiruhusu hasira na hofu kututawala. Sisi tunatakiwa tuwe makini sana, lakini pia tunahitaji kusamehe. Musa atakutana na mkono wa sheria, lakini kamwe sisi hatutakuwa kama watu wanaofanya mambo yao gizani. Tutasimama katika nuru. Na watu wakaendelea kumsikiliza raisi Captain Ibrahim Traore wengine walikuwa na hasira lakini wengine walikuwa wanajivunia. Na baada ya hili Ibrahim akawa makini sana akiwasikiliza washauri wake akimwangalia kila mmoja, alafu akatengeneza utaratibu mpya. Huu ulikuwa ni utaratibu ama sheria kwa ajili ya walinzi. Hakuna mlizi hata mmoja anayetakiwa kuwa peke yake, yeye na raisi, na kila kitu lazima kiweze kurekodiwa akaleta watu mbalimbali kutoka katika maeneo mbalimbali ya nchi. Akataka kila mmoja ajisikie yuko salama. Akataka kila mmoja ajione yeye ni wa muhimu. Lakini pia alimtembelea Musa gerezani na akamuuliza, je, ulikuwa unafanya kazi mwenyewe? Musa akatikisa kichwa chake kuashiria akakataa, hapana, wapo wengine na wengine wanawivu sana, wengine wanahasira sana, wanataka madaraka na watajaribu tena. Ibrahim Traore akasikiliza na akamshukuru Musa kwa kumwambia ukweli. Akaahidi kuwa tayari na akatumba watona waamini katika kila kona ya nchi. Wakawasikiliza watu, wakaangalia changamoto watu wanazozipitia. Kisha wakaripoti kwa Rais Captain Ibrahim Traore. Na Traore akajua kuhusu kikao kinachoendelea kaskazini mwa nchi. Akajua pia kuhusiana na askari wenye hasira upande wa mashariki, na akajua pia ulafi wa wafanyabiashara katika miji mikubwa. Na akafanya kwa vitendo, tena kwa haraka zaidi. Na akatuma jumbe za amani, akatuma msaada kwa masikini, akawadhibu wote waliovunja sheria. Na siku moja askari mmoja kijana akaja ikulu, akasema Mheshimiwa Raisi, nina jambo ninalotaka kukuambia, nimesikia watu wakiongea kuhusu mpango mwingine, wanataka kukudhuru. Captain Ibrahim Traore akamshukuru huyu kijana na akampa tuzo kwa ushuhuda wake, akamwambia wewe ni future ya nchi hii. Tunahitaji watu zaidi kama wewe. Halafu Ibrahim Traore akaongea na watu, akaenda mashuleni, akaenda masokoni akiwasikiliza wakina mama na wakina baba, akiwasikiliza na watoto pia. Halafu akasema, tunahitaji kuwa imara, tunahitaji kuwa wawazi na kusaidiana kila mmoja na mwenzie, na watu wakampenda zaidi. Lakini maadui bado hawakuacha kumuwinda. Usiku mmoja, moto ukaanza katika jiko la ikulu hapo Wagadugu. Walinzi wakakimbia haraka, wakaenda kuuzima ule moto. Wakakuta chupa ya mafuta pamoja na kiberiti. Kuna mtu alikuwa anajaribu kutaka kuchoma ikulu. Ibrahim Traore hakuogopa, akawaita walinzi akawaambia, hatutaogopa, hatutakimbia na tutasimama kwa pamoja. Na siku iliyofuata Captain Ibrahim Traore akatembelea sokoni, akanunua mkate kutoka kwa mama mmoja ambaye ni mzee, akaongea na kijara mmoja anayeuza machungwa na akamuuliza kijana, je, una furaha kijana? Akajibu ndio, lakini mheshimiwa rais, baba yangu hana kazi. Na Ibrahim Traore akaahidi kumsaidia, akampa kijana coin na akamwambia, mwambie baba yako aje ikulu na tutamsaidia kupata kazi. Na Ibrahim Traore hufanya kazi usiku na mchana, anasoma kila ripoti, anajibu kila barua na amekutana na kila waziri na kuhakikisha kila mmoja anafanya kazi yake halali, na bado halalamiki. Ila yeye husema tu, hii ni kazi yangu na ni lazima niweze kulinda watu wangu.